Hali ya mvua hapa nchini imeendelea kunyesha katika maeneo mengi. Hali hii inatokana na kuendelea kuimarika kwa mifumo ya mvua hapa nchini, lakini pia kuwepo kwa mgandamizo mdogo wa hewa katika maeneo mengi hapa nchini. Wakati huo usiku wa leo tunatarajia kuwa katika maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam, kwa pwani, Lindi, Mtwara pamoja na Morogoro, kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Maeneo mengine yaliyosalia natarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Kwa siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo ya Kagera Geita, maeneo ya Kigoma na yale maeneo ya Katavi, halikadhalika katika maeneo ya Ruvuma kutakuwa na hali ya mwenikiasi Mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya vya jua. Pia katika maeneo ya Rukwa kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi fupi vya mvua kubwa katika maeneo ya Mwanza, Shinyanga, Simiyu pamoja na maeneo Mara, lakini pia katika maeneo ya Singida, Dodoma, alkadhalika katika maeneo mengine ya Tabora kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua kubwa katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi katika mikoa ya Iringa Mbeya, Njombe na yale maeneo ya Songwe. Lakini wakati huo huo, hali ya mvua zaidi tunaitarajia katika maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki hususan katika maeneo Arusha, Manyara, Kilimanjaro na maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam kwa Pwani, Lindi, Mtwara na maeneo ya Morogoro. Hivyo wakazi wa maeneo hayo ni vema kuchukua hatua staiki kutokana na kuwepo kwa vipindi fupi vya mvua kubwa. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania rangu jina naitwa na tunza sanane asante na usiku mwema.